Alhamdulillah, sala ya kumsalia maiti, sala janaza, haina rak'a, ina takbira tu. Sharti yake lazima mtu anawudu kabla ya hapo, mtu amejistiri, yani sharti yote ya sala ndio lazima majistiri, avae nguo ya mtahir, hana najisi, ajisafishia kila kitu, kama ingia choni amejisafisha katika haja ndogo, haja kubwa, amevaa nguo safi, anachukua wudu, anaelekea kibla.

thawabu ya kumsalia yeye na thawabu mm -hmm, na msamehe yeye, tumsamehe na sisi na wa kwa faida Shekhe, pengine kuna utofauti wowote baina ya mtu ambaye ataswaliwa na watu wachache na ambaye ataswaliwa na watu wengi? Pengine atakeswaliwa na watu ambao hawatuzidi hata kumi, kumi na tano, na yule ambaye ataswaliwa na watu pengine zaidi ya arobaini, kuna utofauti wowote wa kifadhla? Alhamdulillah, inategemeana nah, abu Fatima, watu wanakusalia watu aina ngapi? Watu watu aina gani?

sala zake kwa mtu maiti, kama wakifika idadi ya 40 wanamfanyia sala zao shafia kwa huyu maiti. Swala ya maiti shehe, inaweza ikamnufaisha maiti ambaye alikuwa si mwenye kuswali katika uhai wake? Alhamdulillah, kama mtu alikuwa yeye hasali, yeye ni kafiri, kafiri lakini, hmm. lakini ulama kafiri hakuna shaka, kwa maana wamekhitalifiana. Kama ameacha sala kwa wavivu na najua sala juu yake ipo, mara anasali mara anaacha Ulama wengine wanasema pana huyu ameingia kufuru lakini hajitoka katika Uislamu, ameingia kufuru dogo. Mm. Eh, madama huyu anafunga anafanya khairi mara nyingine sala anajuta. Ndio, wanama wanasema sio kafiri moja kwa moja huyu anamsalia. Na wengine wanasema pana, huyu ameacha sala kwa uvivu au nini, madama yeye kwa sala ni kafiri. Ndio. Lakini wanama wote wamekubaliana kama mtu ameacha sala kwa yeye anaamini sala sio kwake wajibu sio fardhi na Allah hajaamrisha na kile yake kutimamu sio mandazimu, hawajatumia dawa ya ku... dawa ya kulevya hii, eh, huyu uh, atakuwa kafiri moja kwa moja, manake anapinga, sio hata sala. Mm -hmm. Hapo ndio kama atafunga Qur'ani sio ya Mungu nakufuru moja kwa moja, lakini inategemea na kama mtu alikuwa na sali mara na acha na najua na juta mtasali shana mwambie dua, kama atakufa mimi na kukubali, na kama atamsalia huyu hajaacha sala kwa kwa inadi maksudi, lakini mm, ilikuwa yeye ni uvivu na naamini sala juu yake ni mkafanya Maa... maasia kinwako. Ulama zetu wanasema hatuangalii ni wote kafiri, wallahu alam.